Sasa nataka ninenee mtu mmoja ambaye umepitia kwa shida, ambaye umepiti, umepitia kwa mambo, umefika mahali ukasikia hata naweza jinyonga, naweza kunywa dawa. Nadhani kila mtu hapa pengine umewahi kupitia hali kama hiyo. Hata mimi nilikuwa nimepitia hali kama hiyo, tulikuwa na shida mingi sana. Nilikuwa nataka kujinyonga, na mimi nilijinyonga, lakini kaba ikakatika na hiyo siwezi rudia. Kama kuna kifo inakuaga na uchungu, ni ya kujinyonga juu ya muti. Hata ni Mungu alisaidia, sikikuwa na wahubilia hapa kwa sababu Mungu alikuwa amenichagua nitakuja kuwanenea. Mungu alikuwa amenichagua sikikufa, kabla hawa hawaheshimiwa hawajasikia neno la Mungu. Na nawe unafikiria kujiua, kama nikijiua nikufe, nikikuwa na kuhubilia Nikikuwa nimepeana hii shauri sasa, mukipewa na nani? Mukihubiliwa na nani? Hata we unaona unapigi, unapitia shida mingi, nataka nikuambie, usijiue usikunywa dawa juu kuna Mungu amen, eh? Imagine sasa, limejulikana Kenya mzima, kila taifa linanijua, mpaka wazungu wanakuja pale kanisani. Na ile shida ilikuwa inanifanya nijiue, ati nimekosana na baba yangu. Sio ni ujinga eh? Na mimi nilimtusi ile matusi alipatana naye hata kwa shetani hakuna Eh? Nikamtusi, lakini nilikuwa najua kwa sababu alikuwa ananiambia huku, lazima uhame hautaka na mimi nilikuwa na mtusi nikijua sitarudi, naenda kujinyonga, hautaniona tena. Na nikasema nitaenda kwa ile mti iko juu kabisa, ndio wakikuja kunitoa hata wafanye kazi ya kunitoa juu. Amen, nikamtukana, nikaenda juu ya mti, nikamtukana: wewe, nikamwambia hata huna akili eh, sijui imagine. Lakini wacha nikwambie, wakati nilifika pale juu nikatengeneza kapa nikafugilia pale, nikaweka kwa shingo, nikamutukana, nikamwambia sasa naenda, hatutaonana, na mimi namimi sio mtoto wako tena, utaniona eh. Akachukua mawe, nikaona atanigonga, nakingonga na mawe moja bili nitawachilia muti nianguke, bila nichukua mawe, na mimi nikahesabu moja mbili tatu, niruke, nikaruka bahati baya, kaba ikakatika, nikaenda nikaanguka miguuni pale pale pale. Ile vita nilipatana naye hata wadhali, nikienda kwa mto, sasa niko na uchungu wa kaba na ile vita ingine, iko hapa. Hiyo ingine ni ya jioni, mama yangu umetukana baba yako. Ile vita nilipatana naye hata kwa shetani ya kunanga, lakini Mungu ni mwema. Nataka nikwambie kama umechaguliwa na Mungu, walongi wajaribu kukuua, ujaribu kujiua, ujaribu nini, kama umechaguliwa na Mungu hautakufa. Hata ukikosa usaidizi kwa wale unafikiria au diokonawako na usaidizi wako, hata ukikosa hautakufa, kwa sababu uko na Mungu. Kwa yale mambo yote ambayo unapitia, bola uwe na Mungu.